Habari na karibu tena kwenye Ajira Central, mahali ambapo tunafungua milango ya mafanikio kwa taarifa rasmi za uhakika na zenye msaada wa kweli kwa wanaotafuta ajira. Leo tunao taarifa muhimu kutoka Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma kuhusu walioitwa kazini mwezi huu wa Juni elfu mbili na ishirini na tano. Usikose hadi mwisho kwa sababu nitakupa ushauri muhimu sana wa nini cha kufanya ukiitwa, na kama hukuitwa usikate tamaa. Katibu wa sekretarieti ya ajira ametangaza majina ya waombaji waliopata nafasi katika kada mbalimbali waliosailiwa kati ya Januari 4 hadi Aprili 5 mwaka huu. Majina hayo yanajumuisha wale waliofaulu pamoja na baadhi waliokuwepo kwenye database wakisubiri nafasi hiyo. Ikiwa jina lako limo kwenye orodha, utaweza kupata barua ya kupangiwa kituo cha kazi kupitia akaunti yako ya Ajira Portal kwenye sehemu ya my application. hakikisha unapakua na kuichapisha barua hiyo. Ukifika kwenye kituo cha kazi, hakikisha umebeba vyeti vyote halisi kuanzia cheti cha kidato cha nne, ili uthibitishwe rasmi kabla ya kupewa barua ya ajira. hasa kuna orodha ambayo ipo katika PDF hii ambao utakuwa unaiona katika skrini ya simu yako. Orodha hiyo kama jinsi ambavyo inavyopita katika skrini ya simu yako, miongoni mwa waliopata nafasi ni pamoja na Sizani Luhazi Julius, mchumi Buchosa, Fatma Abdul John na Kennedy Bayerma, maafisa ya hesabu Morogoro, Mgilda Marandu, mwalimu wa Kiingereza, Zuena Husein Burihani, mwalimu wa hisabati na wengine wengi. Orodha kamili ipo kwenye description hapa chini, katika pdf ambayo nimekuwekea na sasa. Hebu ngoja tuongee kwanza, kama umeitwa kazini, kwanza hongera. Hongera kwa kuitwa kazini, lakini kumbuka huu ndio mwanzo tu. Usikose kuripoti kwa wakati, kuwa na nidhamu na onyesha uwezo kazini. Hakikisha unaandika goals zako za miezi sita ya kwanza kazini. Na kwa wale ambao hawajaonekana kwenye orodha hii, usihisi kama ni mwisho wa dunia. Hakika sio, fanya hivi badala yake. Moja, kagua tena CV yako. Je, ina nguvu kweli? Kagua CV yako, hakikisha barua yako, jinsi ulivyoiandika maana wengi huwa wanakosea katika sehemu ya barua na CV, lakini pia fuatilia tangazo jipya la ajira. Mara nyingi nafasi hujitokeza kila baada ya miezi michache. Fuatilia matangazo ya ajira, na sehemu pekee ya kuweza kupata matangazo ya uhakika ni katika channel ya Feaboy. Kwa hiyo ili uweze kupata matangazo haya kila siku, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel hii, lakini pia unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp. Link nimekuwekea katika sehemu ya description ya kuweza kujiunga na grupu letu, lakini pia jiandaye kwa usaili kwa kufanya kazi Jiandae kwa usahili kwa kufanyia kazi udhaifu uliopita, okay. pia ujiandae kwa usahili, na kwa taarifa zaidi nimeweka linki ya tangazo kamili kwenye maelezo hapa chini. Pia usisahau kusubscribe, kwa sababu kila tangazo jipya la ajira tutakujuza hapa hapa. Kumbuka, ajira ni safari, siyo tukio. Endelea kujiamini, kuomba na kujifunza Tutaonana video ijayo, na pengine itakuwa ni jina lako kwenye tangazo lijalo. Asante na karibu.